Hello, I am Anthony Rui, the host of this episode. Mimi kwa kawaida nampeleka vizuri katika haya mazingira ya msitu wa Mount Kenya. Huu ni msitu ambao nimeutembelea kwa siku mingi na nimejionea maajabu yake. Kwa hivyo, nawahimiza wakaazi wa Kenya All the local tourists. Na watalii wote wa nchi za madola tumewakaribisha hii nchi yetu ya Kenya, na mkuja mjionea wanyama wa pori, mazingira poa, ambapo mtajionea mlima Kenya mkuu hapa kwa hii msitu, na mtafurahia sana sana sana. Tukilinganisha, hii msitu yetu ni kama ile ya Brazil ya Amazon.